Umenisimamisha wow. Niambie kuambia kitu ten tena, yaani yani fanya kama mimi sio ati yako e. <coughs> Usinitolee macho, naomba uniambie. Si unanijua mimi na, usiponiambia naenda kumwambia mamaako na mama yako. Nimekwambia naomba uniambie. <coughs> haya, niambie. <coughs> Umekosea kitu gani? Nimekwambia niambie. Shika. Hai, naomba uniambie. Unaogopa nini? Niambie naomba uniambie. Yaani wewe fanya kabisa. Yaani mimi kama vile sio ati ya kufanya kama vile hatujuani kabisa. Yaani fanya tu ni kama huyo msichana uliokusudia wewe kumsimamisha hapa. Unachotaka kumwambia ndio naomba uniambie. Hai, ngoja basi. Mfungi. Shika hii. Kesi zote.